Jambo na karibu katika jiji la Dar es Salaam. Mimi ni Man Henrik na leo nazungumza na vijana kuhusiana na eh, kazi ama wajibu wa watu maarufu wasanii na watu wote ambao wako kwenye jicho la jamii kuelekea uchaguzi. Nini wanatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba wananchi wanafanya maamuzi sahihi? Mambo vipi? Ah, poa kabisa. Unadhani watu maarufu wana wajibu gani kwe, uh, katika kuhamasisha vijana kama ninyi kushiriki kwenye uchaguzi? Na je, wanafanya kutosha? Wana wajibu naweza ngasema, wana wajibu katika sehemu kuu tatu: kwanza kuelimisha, kuburudisha na kukosoa inapobidi. Yeah, nafikiri so far wanafanya kwenye kuburudisha. Wanapokuja katika kukosoa, tuwaoni mara kwa mara. Kwenye kuelimisha wanapokuja, sisi pia tunawakosoa kuna mkanganyiko huo. Nitaitolea mfano kauli ya msanii maarufu Afrika, Diamond Platnumz juzi alisema kwamba vijana wengi wanalalamika na badala ya kufanya kazi. Ni kweli alichokisema? Kwa mtazamo wake labda aliona vijana wanalalamika badala ya kufanya kazi, lakini ni lini ameshawahi amesha kutenga muda wake kuwasikiliza pia hao vijana, kupokea maoni kutoka kwa hao vijana ni kipi kifanyike? Tunakumbuka miaka kadhaa nyuma hata yeye pia aliwahi kuwa katika kundi la vijana wanalalamika. Sisi kama vijana tunaichukua kauli yake pa kujifunza, tunajifunza naye. Pia awe tayari kushiriki na sisi pindi tunapokosoa mambo yanavyokuwa yaeleweki. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kitabu cha Tujisahihishe aliwahi kusema kwamba ukweli, ukweli una tabia kulipiza kisasi pale unapopuuzwa unapu. akatoa mfano wa mtu, watu wawili wanaotembea kwamba mtu mmoja alitembea alitembea akaona aka, aka jiwe mwenzake akamwambia hilo ni jiwe, yeye akasema hili sio jiwe, nalipiga. Mwenzake akamwambia usipige, utaumia ule akapiga akaumia kweli. Kwa madhara yake tumeona baada ya kupuuza ukweli. Kwa wasanii watu maarufu wana haki ya kutuelimisha, kutuburudisha na kukosoa inapobidi. Hmm. Naomba kusikia maoni mengine. Nadhani na, unafanya kile ambacho unastahili kukifanya na wakati mwingine pale ambapo wanapata nafasi ya kukumbusha watu wanakumbusha. Lakini swala ni kwamba unakumbusha kwa namna gani? uh, jinsi ambavyo unakuja kuwakumbusha watu lazima ukumbuke kwamba watu naoendea ni watu wa aina gani na kwa nini wanafanya kitu fulani. Mfano mzuri ambao wame, wamezungumzia Diamond Platinumz, yeye amekuja kuzungumza swala la kazi, lakini nyuma yake kaweka kwenye kuilaumu serikali. lakini ulishaje kujiuliza kwa nini watu wanailaumu serikali? Kwa nini watu wanakaa kila siku, nasema serikali haifanyi hivi, serikali haifanyi hivi? ni kwa sababu pengine kuna madhaifu ambayo serikali hiyo inayafanya. Lakini kwa nini nyinyi kama wasanii hamyazungumzi haya, haya madhaifu ambayo hata wananchi wanakaa wanazungumza kila wakati? Sisi tunazijua, yawezekana nyinyi mko mnanufaika na serikali ambayo ipo kwa sababu labda mnakwenda kwenye, ma, kwenye mashughuli yao mbalimbali serikalini mnapata pesa kwa sababu jamii lazima uangalie pia jamii ambayo unakwenda kui, kui, kuiambia. Unaiambia kwa namna gani kuliko kwenda moja kwa moja tu ku, ku, na kuanza kulaumu kuhusiana na wao. Pamoja na hayo yote, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu wasanii, watu maarufu na wale wenye ushawishi kuwa eh, machawa. Unafikiria nini kuhusu uchawa na wasanii na watu maarufu na wenye ushawishi? Asante kwa nafasi hii. Nikizungumzia konteksti ya machawa, naweza nikasema kuna muda wanafanya vizuri, lakini pia kuna muda ambao wanafanya vibaya. Wanaelimisha jamii, lakini kuna mambo ambao wanasahau kuyasema. Kwa mfano, labda ni chawa ambaye labda kwa kipindi hiki cha uchaguzi ana, ana tuseme anamwongelea au ana, anamsifia ana kiongozi fulani unakuta katika uhalisia yule kiongozi amekuwa madarakani kwa miaka mitano au miaka kumi, nyuma alikuwa akitoa ahadi nyingi kwa wananchi, lakini zile ahadi hajazitimiza, si ndio? Amekuja tena kugombea kwa muhula mwingine, anaomba kura pia. Sasa wewe kama nani, wewe kama msanii usiteki zile interesti zako mwenyewe kwa kumsifia yule kiongozi ili tu upate posho au pate malipo fulani, pasipa kuangalia, je, huyu kiongozi yuko responsible vile ambavyo alivyahidi miaka iliyopita, je amevitekeleza si ndio? Kwa sababu unajua swala so zima la siasa linagusa maisha ya kila mtu. Kwa hiyo unapokuwa unamsifia kiongozi kwa kujua kabisa huyu kiongozi yani, ni mtu ni, yani, he, he is weak Hzk, unaona ni mtu ambaye haiko accountable anapoingia madarakani, lakini wewe una, unafanya kufunika ale maovu yake na kumsifia kwa interest zako mwenyewe, unajua kwamba ni una nini, unaumiza nini wale wananchi ambao wanatawaliwa. Asante Komu... sana naona kuna mkono mwingine upande huu kwa upande wangu mimi ni wasanii tunasema wana, wana, wanatimiza wajibu wao kwamba wana, wanaponya matumbo yao, lakini si kusema ukweli, na ndio maana asilimia themanini ya wasanii wote wanaimbia chama tawala hasa kwenye nchi yetu ya Tanzania ni kwa sababu kule wameona kuna hela na wengi ukienda kuwauliza personal mmoja mmoja, hawafanyi kwa sababu wanapenda, wanafanya kwa sababu ya maisha. Kwa hiyo mimi nachoona, maisha ndio yamewafanya wao kuwa machawa, si kwa sababu wanapenda, wanafanya vile wapate hela. Na ndio maana utakuta wanatoa nyimbo, wanafanya nini, wasipoitwa kwenye kampeni wanalalamika, kwa sababu wana, hawaimbi kwa sababu ya ukweli. Kwa hiyo binafsi naona hawatimizi wajibu wao, wanatafuta maisha. Kwa hiyo kiuhalisia, wao wapo kazini, hakuna wanachokifanya kwamba kwenye maslahi ya wananchi hakuna hata mmoja ambaye ataenda ku, ku, kuimba kutoa wimbo ambao utaonekana. Wachache ni wawili au mmoja ambao utaonyesha matatizo, lakini wengi wao wanasifia tu. Joto linazidi kupanda, naona mikono mingine e, upande huu. Ningependa nimpe upendeleo mdada. Ah, mimi kwa maoni yangu kuhusu chawa, chawa sio neno baya, lakini kuna kitu ambacho hata serikali yenyewe inabidi, kwa mfano wasanii, wasanii wanapokuwa wana wana wana wana, wana promote viongozi si ndio? Wahakikishe hao hao wanyungi wananchi wao, kwa sababu tu kiongozi fulani namkubali, kwa nyinyi wengine hamna kauli. Wasikilize hata maoni ya wengine, kwa sababu sisi ndio tunawapa kula, si ndio? Na sisi ndio tunawapa umaarufu wao. Kwa hiyo basi, mfano Diamond Platinum anaposema majukwani, nadhani anafanya kitu sahihi. Kwa sababu gani? Anafanya kitu ambacho kinaleta maendeleo ya baadaye angekuwa anasimama labda kusifia kitu kibaya, hapo tunge tunge, tunge, tunge doubt si ndio? Lakini kwa sababu hakuna kitu kibaya kinachoendelea, uh, sioni ubaya wote anaofanya, lakini wasivuke mipaka mm -hmm. ya sisi wananchi wao, kwamba kutunyonya. Kwa sababu mimi namfanyia mama Samia, au nafanya kwa sababu ya kiongozi fulani, basi nyinyi huku chini hakuna mtu anayesikilizwa kile kitu, ndo watu mara nyingi hogawa na kuna, kuna, kuna sintofahamu kila mm -hmm. mtu anabaki na lake la rohoni jamani. Sawa sawa, asante sana. Karibu uh, mimi kwa upande wangu naweza kusema kwanza, tukizungumzia kauli ya Diamond Platnumz anaposema watu wafanye kazi waache kula serikali, inategemea hiyo kazi ambayo unaniambia nifanye ni kazi ya aina gani, kwa sababu kuna watu wengi sana wanafanya kazi ambazo ni kazi ngumu yeye hawezi kuzifanya, lakini bado wapo chini kimaendeleo. Unaona, kimekosekana nini kwale kuwa na maendeleo, inawezekana kimekosekana ile kiungo muhimu ambacho ni serikali Serikali haijamtengenezea mazingira sahihi ya yule mtu kuweza kufanyaje kuweza kuinuka pale alipo, aliyakuwa anajitahidi kufanya nini? Kufanya kazi. Lakini tukija kwenye upande wa uchawa, wanaokuwa wanasifia sana serikali ama kumsifia mtu fulani kwa kile anachokifanya, eh, inakuwa ni kwamba eh, wewe ni mtu maarufu ama ni mtu ambaye una watu wengi nyuma yako, lakini unapokuja kusifia kitu ambacho E, pengine ni kina madhara ama sio kitu kizuri, unakuwa unawamezesha na wale wa nyuma yako. Kwa hiyo na wale wanaingia kwenye mfumo wako wewe, na ukishafanya hivyo, maana yake yule ambaye wewe unamfanyia ule uchawi anaendelea kubaki kwenye kile, kwenye ile sehemu, kwa sababu na watu wa nyuma yake wanakuamini wewe, wewe unamwamini yule, kwa hiyo unaendelea kumbakisha yule pale alipo. Lakini mimi naweza kusema kwamba e, watu wengi wanashindwa kutengeneza hoja zao na kuzitetea, ndio wanaibukia kwenye huo Uchawa. Yaani, mtu hawezi kujielezea mwenyewe kwamba bwana, hawezi kujijengea hoja zake, ni hiki na hiki na hiki, anatumia mtu mwingine kumfanyaje, kumnukuu na kuendekeza huo nini uchawa, jambo ambalo kimsingi linakuwa linaathiri watu wengi. Asante uh, sana na wewe kwenye uwanja wa comment, tuambie unadhani, uh, watu maarufu na watu wenye ushawishi katika jamii wana wajibu gani katika kuhamasisha wananchi, hasa vijana, kufanya maamuzi kwenye mchakato mzima wa uchaguzi? Na je, wanafanya kutosha?